Taasisi ya Ocean Road ni miongoni mwa taasisi kongwe nchini Tanzania katika uchunguzi na matibabu ya saratani. Taasisi hii ni takriban miaka 30 tangu yanze kutoa huduma zake nchini Tanzania. Nyuma yangu hapa ni jengo la PET CT Scan. jengo hili matumizi yake makubwa hasa ni pamoja na kuweza kuzalisha mionzi tiba ambayo hutumika kwa ajili ya kuweza kutibu watu tofauti tofauti. Lakini pia uwezo wa jengo hili unaweza kutambua saratani ya awali, lakini pia mtu aliyeweza kutibiwa saratani, jengo hili lina uwezo wa kuweza kuangalia ni kiasi gani cha saratani ambacho huenda kilibaki, au kama kuna uvimbe wote ulibaki katika hatua zake za matibabu. Jengo hili hapa ni miongoni mwa jengo pekee linalopatikana Afrika Mashariki na Kati kusini mwa jangwa la Sahara. Kutokea hapa nchini Tanzania, huu ni uwekezaji mkubwa uliofanyika ndani ya serikali ya awamu wa sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kujali afya za Watanzania na kuweza kuwekeza fedha nyingi katika huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani hapa Ocean Road. Karibu uweze kumsikia mkurugenzi akizungumzia huduma za kisasa zilizopo katika taasisi hii, lakini pia mtaalamu anayepatikana katika chumba hiki anatuambiaje ubora wa kifaa hiki. Wakati hii serikali inaingia madarakani, hatukuwa na CT scan diagnostic wala MRI. Sasa hivi tunaongea hapa, tuna CT scan mpya latest ya kisasa kabisa, tuna MRI. Kwa hiyo tuna uwezo wa kumwangalia mgonjwa ukubwa wa tatizo lake kwa imaging, na pale ambapo unahitaji kutumia PET scan ili kuona chanzo kabisa, wakati zile chembe zinaanza kuleta mabadiliko. Maanake ukisikia saratani, sio sio kirusi, ni chembe hizi hizi zilizoko mwilini kwako, ambazo kutokana na sababu moja au nyingine zinaanza kubadilika ku, ku, ku, ku kibayolojia na kuwa na tabia ambazo sio za kawaida na mwisho wa siku kuleta uvimbe mpaka inakuwa mpaka inasambaa. PET scan yetu ina uwezo wa kuona hizo chembe katika hatua za awali kabisa, na kusema kwamba hii chembe imeanza kuwa na muonekano ambao sio, wakati ambapo hata MRI na CT scan haiwezi kaona, lakini PET scan inaona na tuna cyclotron ambayo pengine ni kubwa na nzuri kuliko zote. Wenzetu ndio Kenya, wana wana peti skan wana, lakini mtambo wetu ni wa kisasa kuliko mingine yote ambayo katika nchi zinazotuzunguka. Vyote hivi vimetokea katika hiki kipindi cha awamu ya sita. PET CT scan ni kifaa ambacho kinatumika katika vipimo vya awali vya uchunguzi wa saratani, uh, pale ambapo mgonjwa amegundulika na saratani ili kujua ukubwa wa ugonjwa ndani ya mwili ili daktari aweze kupata muongozo wa matibabu aa, katika stage, katika kufanya staging ya magonjwa ya saratani. Kifaa hichi kinatumika sana sana katika magonjwa ya saratani, although kinaweza kutumika katika magonjwa mengine, lakini kwa asilimia kubwa zaidi ya asilimia 85 inatumika kwa ajili ya matibabu ya saratani. Kwa ajili ya vipimo kwa vya awali kwa saratani, kwa mfano kwa wagonjwa ambao wameshagundulika na saratani kujua ugonjwa umesambaa kiasi gani. Kwa wagonjwa wale ambao ugonjwa umesambaa lakini hawakuweza uh, uh, kujua umesambaa kiasi gani, pia inatoa hayo uh, maelezo kwa uh, uchunguzi huo uh, wa majibu kwa daktari. Pia kwa wale wagonjwa ambao wameshapata matibabu lakini wameshapata matibabu na pia wanataka kujua kwamba ugonjwa umefikia kiasi gani au ugonjwa umerespondi kiasi gani kwenye matibabu, basi hichi kipimo kinatumika ili kumwongoza daktari kwamba ule ugonjwa labda uvimbe upo, lakini uvo, uvimbe hauko active hau, hau, hau, haufanyi kazi kama vilivyokuwa unafanya awali. Kwa hiyo daktari anapata muongozo aidha wa kuendelea na matibabu ya uh, tibakemia au mionzi ama kusitisha kwanza, ili kuweza kumwangalia na kujua wakati fulani wa kumrudia tena. Basi inampa muongozo daktari hivyo, na pia katika, uh, katika saratani inatumika wakati ambapo uh, mgonjwa kaja na dalili ambazo daktari anadhani ni saratani, akafanya vipimo vya awali vya damu au kwa kutumia picha nyingine kama CT, MRI, X-ray, na, na vipimo vya damu kuona kwamba labda huyu mgonjwa ana saratani ya utumbo mpana, labda huyu mgonjwa ana saratani ya sehemu fulani, lakini picha nyingine zote zimeshindwa kujua wapi, basi peti hutumika kujua, kutafuta E, sosi ya ile saratani iko wapi, ili daktari aweze kuendelea kufanya uchunguzi zaidi wa kile kitakachotambulika na peti, ili kuweza kujipatia uhakika kwamba ni saratani hiyo, na hiyo inamsaidia ina yeye daktari kujua ni saratani ya aina gani, kiungo na saratani ya aina gani, ili aweze kuendelea na matibabu. Tutazidi kukujuza mengi kutokea maeneo tofauti nchini Tanzania, tukikupa elimu na taarifa za afya. Usikose kutembelea Mitandao yetu ya kijamii ya elimu ya afya kwenye Instagram, Facebook na YouTube ukiandika elimu ya afya kwa umma. Mimi ni Amos Mwakitaru Bakinasi. Ndio, tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea tunajenga taifa imara lenye afya.